Tunaendelea kufurahia matukio makuu ya kimungu katika maisha yetu, na tangu tulipoanza ibada hii tumekuwa tukisisitiza ukuu huu ambao Mwenyezi Mungu ametujalia hata sisi kwa kufufuka kwake na kutufufua hata sisi. Na leo hii basi katika ibada ya misa tunajifunza yale yani yatoka nayo na tukio la ufufuko. Mambo mengi yameongelewa katika masomo haya, ambayo kwayo ni kiini cha imani yetu, na ndiyo kiini, sio tu cha imani yetu, ni kiini cha mafundisho ya Kanisa Katoliki. Kwanza kabisa, somo la kwanza toka Matendo ya Mitume, tunamsikia Petro akisimama na kufungua kinywa chake akifundisha na alisema, jambo hili lililotokea si kwamba hamjui, mnalijua vizuri Uyahudi wote kwa sababu limeanzia tangu Galilaya. Na anasisitiza akisema kwamba mambo haya ambayo yametokea ambayo sisi tunazunguka kuyatangaza ni mambo ya kina kabisa katika uhalisia wa maisha yetu, kwamba Kristo aliteswa akafa, na sasa amefufuka. Sisi ambao si vichaa, ni watu wazima kabisa, wanaume ambao ni wataalamu, tunajua mambo mambo ya dunia, hivyo tunathubutu kusimama na kutangaza kwamba amefufuka lakini kwa bahati mbaya kuna ambao wako pembeni pembeni, uko wanabisha ukweli huu sisi tunaoutangaza. Huu ni ukweli lakini, alisema aliwatokea baadhi ya watu, ni kweli, asingeweza kuwatokea watu wote, dunia yote. Petro anasema aliwatokea wachache, na kati yao ni sisi ambao tunashuhudia kwamba tumekula na kunywa baada ya yeye kufufuka. Fundisho hili linachosisitizia kwamba si mzuka, kitendo cha kula ni kitendo ambacho kinaonekana katika hali ya kibinadamu kweli kweli. Kitendo cha kula ni ushuhuda halisi kwamba huyu mtu ni mtu na si kitu cha kufikirika au si mzimu sema tulikula pamoja naye baada ya ufufuko. Angeenda kula na watu ambao walikuwa ni wambali ambao hawakuai kukaa naye karibu, wangesema basi walikula na mtu ambaye ni mgeni tu ambaye hawamjui vizuri. Petro anasisitiza kwamba sisi ambao tumeishi naye kwa muda wote tukifuatana naye na tukifundishwa naye tumekula naye baada ya ufufuko. Wale wote wanaobisha ukweli huu watambue kwamba sisi si vichani watu, watu ambao tuko vizuri na tunatangaza wazi kwamba tumekula na kunywa pamoja naye baada ya ufufuko. kwamba walikula naye kabla ya ufufuko, hiyo sio, hiyo sio story, kwa sababu hiyo ni kawaida. Alikuwa ni mtu kweli na watu walimuona. Huu ni ushuhuda, huu ni ushuhuda halisi kwamba baada ya kufufuka alionekana katika mwili kama alivyokuwa mwanzo, wakaweza kula. Lakini angeweza akawa mtu mwingine ambaye sio yule ambaye aliyeteswa. Tunaambiwa katika mwili wake vilionekana vile viashiria vya kuteswa, ambapo kila mmoja alishuhudia na watu wote waliona. Kwa hiyo huyo anayeshuhudia, ushuhuda wake ni sahihi, na akasema kumbe Huyu ndio yule manabii wote waliokuwa wakimtangaza kwamba atafikia tu wakili. Lakini tusisahau somo la Injili tulilolisoma linamwonyesha Maria Magdalena alipopeleka huu jumbe kwa mitume, tunapata habari za watu wawili ambao walipopokea walipo, walipo walifanya kitu akiwepo Petro huyo huyo, huyu Petro na yule kijana mwingine ambaye, basi tunafundishwa, tunaambiwa kwa tujiweke pale sisi, waliondoka mbio kwa desturi, na tunapofundishwa, Petro alikuwa ni mtume aliyeenda umri kuliko wengine, na hasa kuliko huyo mtume ambaye alipendwa na Yesu. Kwa hiyo, kwa hali ya kawaida kabisa hawezi kumpita kwa mbio, japokuwa wengine vijana wengine wanapitwa na wazee, lakini hatulipeleki fundisho hilo hapa, hatumpeleki hatu vijana mzembe katika fundisho hili. Tunapenda kupotray ujumbe kwamba vijana wanapaswa kuwa wadari, na ndivyo linavyoonekana hapa, na Petro kama mzee alikimbia kwa sababu. Kinachowakimbiza ni nini? hawakimbii hatari wanakimbilia shauku, wanakimbilia kuwahi kuona juu jambo hili ambalo tumesikitishwa nazo sasa hivi inaelekea kutuletea furaha, ndio hili ndio ya ufufuo. Wanakimbia kwenda kuona shauku yao inakamilika, kama na zilima, na mwina, mwina. Tuna, tuna, tuna kuhusu mila na desturi zilivyo, kijana anafika pale hakuingia. Sasa sisi tuna tunaongelea kuhusu mila na desturi za kibinadamu, si Wayahudi sio Waafrika, sio Wazungu, sio Wahindi, mila ni zile zile, heshima. Kijana alipofika, kwa nini alisimama nje? Kuna vitu vidogo vidogo vinavyoendelea hapo ambapo tunaweza tukavitaja, lakini sio vya muhimu. Tuna matukio mengi ambapo tukifika mahali tunasubiri mkubwa aje aturuhusu tuanze, si sivyo? Kwenye mila za makabila mbalimbali unaambiwa usipakue chakula kabla ya mkubwa, si wanasema hivyo? Kama tuko pamoja, usifanye hivi kabla ya mkubwa. Hii ni mila za Kiafrika, lakini japokuwa siku hizi zinabadilika, naoa mtoto aanze kwanza, si ndiyo? Hivyo lakini, basi, tangu mwanzo leo tunapata mafundisho make kwamba alipofika, japokuwa ameshafika ile shauri yake ame, ame ame ame yake kuikamilisha Alichungulia kili asik asi, e, amefika lakini hakutaka kufanya chochote, amesubiri mpaka kub a ameingia, na ndio naye anaingia ili asimdhalilishe kwamba yeye anampelekea ujumbe baba yake, ujumbe baba yake au wake. Amefika wa kwanza na yeye amefika kuona kama alimona baba yake. Wote wawili waliamini baada ya zile alama zile, kwamba halipo Yesu vitambaa vimesongwasongwa na kadhani. Haya yote tumeasia kisomo la Injili na jinsi ambavyo eh, walivyoamini. Wa somo la pili linao ujumbe mkubwa zaidi kuliko huo, mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, huko juu ndiko Kristo aliko, ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Na tunachoambia ni kwamba sio tu kuyatafuta, maisha yenu yote endeleeni kuyafikiri, kuyafikirini yaliyo juu, si yaliyo katika nchi. Hapo ndipo niliposema kwamba tuna mafundisho Kanisa lina mafundisho makubwa na makuwa, mazito kwa tukio la ufufuko. Tunasema tumefanywa wapya tangu jana, tunasisitiza kwamba sisi kwa tukio hili la ufufuko, katika hali ya kikawaida, lakini hatu, mimi sipendi niseme tu kiimani, kwa imani tumefanywa wapya, si kweli tu kwa kiimani tumefundishika na tunafundishwa kuwa wapya, na ndivyo tunavyoelezeka. Nini maana ya kutafuta ya juu? Nini maana ya kuondokana na ukawaida? Tayari wenyewe kusema, tunaambiwa tuachane na dhambi, ndivyo tutakaposema mara moja. Sawa kabisa, si shida, ni ukweli, kuachana na mambo ya dunia na kuenda mambo ya juu ya Mungu Tunaendelea kusema sema tu kila siku, achana na mambo ya dunia, achana ngambi na dhambi na utaongeza yashikeni, na fikiri ni kwa mambo yaliyo juu, lakini bado hatueli ia ta ni nini hiki tunapaswa kukiacha. Kwanza kabisa, tukio la ufufuko, watu wote, madhehebu yote, tutaimba tunashangilia amefufuka kweli kweli, haleluya haleluya. Lakini wengi tunabakia hapo tu, hatuingii kwenye kina kuhusu hili neno hili hapa, kutoka katika fundisho la kilabuni ambalo tuna <coughs> tunaliona kuondokana na matendo ya juujuu ya sheria, hayo ma-maneno hayo wenzetu wengine wanaita udhu, yani matendo ya kufanyafanya kunao mikono, kuelezea namna ambapo mvulana anapaswa kuishi, mwanamke anapaswa kuishi, sisi yuko kwenye hege anapaswa kufanya nini. Hayo yote ukiyatenda utaiona, ndio wanafundisha hivyo, lakini hapa tunafundishwa kwenda kina zaidi ya mambo Yeah, matendo ya kibinadamu tunapoambiwa ya yafikirini yaliyo juu na siyo yaliyo katika nchi, sisi tunafikia mahali tunaanza kusawazisha maisha yetu, tunayafananisha na maisha ya, ya, ya kibiashara, tunakuwa masuala ya kibiashara kuwa ni sawa, ni mambo ya kawaida kabisa, ambapo tukifanya tu hivyo inatosha. Tunaambiwa binadamu katika maisha yake anatafuta furaha na hatubishi, na ukiingia katika mafundisho ya kifalsafa na kiteolojia na hata katika ethics zingine, tunaambiwa binadamu katika juhudi zake zote anatafuta maisha ya furaha utakuta makundi mbalimbali yanaelezea hii fulani ya namna gani, lakini ukiangalia kwa juujuu utagundua kwamba tunachokiongelea sisi ni hii kupata labda haki, chakula, na vitu vingine ambavyo vinapatikana katika mambo matatu. tunatafuta furaha katika uchumi. Tunasema mimi nimefaulu kiuchumi, kumbe nina furaha <coughs> La pili, nimefaulu kuingia katika madaraka, nina nguvu za kimadaraka, kwa hiyo nina furaha. Tatu, nimefaulu kuwa na furaha kwa kuwa ninaweza kuwa na mawasiliano, nina nguvu za mawasiliano, kwa hiyo nina furaha, nina kila kitu. Yote hayo bado ni mambo ya dunia, kuwa na furaha kwa kupata mali nyingi. Watafuteni wale wote walio na mali mnaowafahamu, kama wana furaha hayo mali wanayotafuta na kupata. Somo hili nawaambia, bado mnatafuta mambo yaliyo katika hali hii mlevo ya kawaida kabisa ya kidunia, hamjamtafuta yeye aliye juu. Mnawafahamu watu matajiri sana wenye pesa nyingi, lakini ukikaa nao hawana furaha. Watafuteni watu walio na madaraka, walio na majeshi, walio na nguvu nyingi, hata marais wa nchi mbalimbali bado hawana furaha. Ukiwafuatilia utaona kwamba wamejiwekea ulinzi wa hali ya juu na kwa kila hali, lakini baada ya ulinzi huo wote furaha hakuna, kwa sababu hayo yote tunaambia katika somo hili bado tunayatafuta yaliyo chini. Haya ni mambo yaliyo chini, yaliyo katika hali ya kawaida. Furaha tunayoongelea hata ukiweza kushika ubovia ya mawasiliano, ukawa na uwezo wa kuwasiliana kila hazi amatamata, bado ina furaha, alisema mwanafalsafa Immanuel Kant, akisisitiza jambo hilo. Furaha anayoitafuta sio hiyo. Akasisitiza sulana tunaweza kuipata katika kuongelea yaliyo juu, ni katika conscience, moyo safi. Lakini sio hilo tu, tukisoma Aristotle ni eudaimonia, concept ya eudaimonia wale wanasoma falsafa mtayakuta haya, mtayakuta haya tunayoongea sasa hivi kwamba tafuta yote haya uyapate, lakini ukiwa na vechu vechu ambayo ina flow moja kwa moja katika mahusiano yako na mwenyezimungu. Lakini mahusiano yako na mwenyezimungu ni nini? hayana maana ytea na mahusiano ya Mwenyezi Mungu, kama unayatafuta katika mahusiano yako na mwingine, mahusiano yako na watu, upendo kwa watu. Ukiweza kuwa na upendo kwa watu kwa hali ya juu, utakuwa una ishara ya kuyatafuta yaliyo juu, kwa kuwa yaliyo juu ya yes yanaonekana katika kuwa na watu wa chini, na si kutafuta mali, na si kutafuta nguvu na sii kutafuta network. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Hatuwezi kujiona katika Mungu bila kufa sisi wenyewe, na kufa sisi wenyewe tunakufa katika yale mahusiano ma, ma, ma, yanayotudangani na tunajifufua katika mahusiano ya kweli. Na jana nilikuwa anasema maisha ya ukweli ndiyo yanayotakiwa ili tuweze kusema kwamba kweli tumefufuka pamoja na Kristo. Ukweli huu si jambo, sio tukio la mara moja, ni, ni mafundisho yanayoflow katika mtu ambaye anayefanya mambo yake yote will. Will, kwa kutumia will, naposema will ninamaanisha kwamba unaamua kweli kweli, human conduct inayokupeleka kufanya mambo ambayo umeyaamulia wewe mwenyewe na kuyafanya kwa ukweli, sio kwa sababu watu huwa wanafanya hivi. Usifuate mkono, unaamua kweli hata kama kuna hatari, lakini na ukweli hapa na kufanyia kazi ni hapa ndipo na kupaona, lazima nitafanyie kazi na nilifundishe hili. Huu ndio utofauti wa mafundisho ya Kanisa Katoliki na mafundisho ya watu wengine. Watu wengine wanaosisitiza kuhusu furaha, furaha hapa na pale, kuimba imba na kucheka cheka na kuonyeshana matendo ya sadaka, lakini kusahau kwamba ya chamoyo, kwa mwa, w -weli, w -weli, kwamba yanaflow katika kina cha moyo, kuamua kwa kweli kweli kwamba unatenda kwa mwenzako ukiwa un unauguzwa na Kristo, lakini unatafuta furaha itoka nayo si mahali lo ya kawaida, bali furaha itoka nayo na mahusiano yako na huyu na Mwenyezi Mungu. Furaha ya kweli. Pasaka tunayo ihubiri leo ni pasaka ya kweli. Nakosema pasaka ya kweli, ninamaanisha kwamba ni maisha ya kweli, kwamba tunasema tumefufuka pamoja na Kristo. Utasema miaka yote tumerudia, lakini ujaribu kuonekana kwamba kweli unafanyia kazi katika maisha yako yote. Kufanyia kazi jambo hilo, kuna hatua zinapasa zionekane. Tunapofanya sakramenti ya maungamo kitubio mara nyingi tunataja dhambi zetu na, na baada ya kutaja dhambi zetu tunamsikiliza mjumbe wa Kristo anayetupa mashauri kuhusu ile tuliyomwambia, na mwishone anatuamuru tusali sala ya kutubu. Ile sala ya kutubu ndani mwake tunasema tuna nini? Kuna kuweka ahadi, ahadi ya, kuto kurudi tena katika dhambi ile. Kumbe o kumbwe inapoweka, wanasali tu kama hawajui wanatamka nini, na kwa nini unaambia ile sala, unaambiwa uisani kwa sababu ndani mwake maneno yale ni mazito, namishoni pale kuna mahali ambapo unaweka ahadi, sitaki kurudi tena katika dhana, ni ahadi, lakini mwenyezi Mungu anajua ahadi hii kwa jinsi alivyokuumba katika udhaifu na uwezekano ukaivunja ahadi hiyo, kwa kurudi kwenye damu ndiyo maana akaiweka ya kurudia rudia. Sasa ile ahadi unaiweka, ili kila wakati unajifanya mpya kwa ile ahadi, na kwenda kutafuta mahusiano yanayofaa ya ukweli na si ya uongo, kama ilivyokuwa kwanza, kwamba maisha ya kiyahudi yalikuwa namfanya mtu kwa kuwa hapakuwa na mambo na sakramenti ya maungamo basi, inabidi atafute na maisha ya uongo uongouongo, ili kumbe ametenda. Leo kwa kuitwa uwe mtu kweli mwenye kutafuta maisha ya juu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia tena nafasi nyingine ya kuadhimisha sherehe za Pasaka mwaka huu, nikijiandaa tena niifikie niki, niki, Pasaka nyingine ya mwaka kesho nikiwa bado na kumbukumbu ya kuwa mtu mpya, na kama kila mwaka tunajifunza na tunajifua kuwa wapya, ina maana mwaka mwingine utakuwa mpya zaidi. Hatutegemei mwaka kesho unaingia Pasaka ukiwa si, yani umechakaa kweli kweli. Upya huu ni ma maisha ya kila siku na kujitahidi kila siku, na tukisema hivyo tunategemewa tuonekane kwamba ni watu ambao eh, ni watendaji wa upendo na haki katika jamii, ili tufanye mageuzi sisi wenyewe, si tusubiri mtu atufanyie kutoka mbali. Tumsifu Yesu Kristo. Amen.